Serikali yenyewe lazima iweze kuweka mipango kabambe ambayo inaweza kusaidia katika maswala haya. Well, obviously, if you want to bring a new technology eh, katika jamii eh, jamii kuna always kuna zile you know the heat bugs mm. So lazima uanze kuelewesha hawa, lakini pia kando na kuelewesha, lazima uwawezeshe sababu mm hizi -hmm. Ni vitu ambazo kwa mfano tukisema masuala ya you know, the selective fishing gears, sema kama a monofilament, yeah. iko na macho madogo inchi kama mbili ambapo hiyo itakuwa inashika paka wale samaki wadogo, sio? chenye mm -hmm. so, I think kimefanya paka mbinu hizi haziwezi kukumbatiwa na jamii ni kwa sababu ya masuala ya uh, ule kuwezeshwa kwa sababu ukimwambia mvuvi kwamba okay, wewe sasa achana na hii monofilament, chukua gillnet ambayo sijui kuna macho ya inchi nne ama milimita zaidi ya hamsini mm. si hujamwezesha? so kama unaweza mpatia kifaa kile kukuwe na zile programs za like exchange gears eh? na pia waweze kuwezeshwa labda kwenda kuvua kule nje ya mwamba, wapewe zile nyenzo ambazo zinaweza wasaidia, mm. otherwise usipiane tu options. Mm. Yeah. Mm. Sisi wenyewe tunajijua <laughs> katika hali zetu. Kwa hiyo sasa ni jukumu la nani kuwawezesha? Yeah. Ni nyinyi yeah. Mashirika e, shirika, ni serikali ama ni nani? Well, unajua wananchi <laughs> mimi naweza sema wananchi ni waserikali, serikali <laughs> yenyewe lazima iweze kuweka mipango kabambe ambayo inaweza kusaidia katika maswala haya. Mimi nilikuwa niko vika, na vikao vyangu of course nimeweka na wavuvi katika kuweza kuelimisha, kuhamasisha kwa nini wao wana haja kuweza kumpatia teknolojia katika mm -hmm. masuala mazima ya, ya uvuvi.